Oruma, tuweze kuzungumza, tuweze kuzungumza kwa maoni yako, tumeona, umeona, umeweza kuchapisha baadhi ya jumbe uh, katika mitandao yako ya kijamii kuhusiana na hili sakata ambalo liko linaendelea kati ya Simba na Yanga, ah, huko huko mitandaoni, maoni yako, maoni, maoni yako, maoni yako. Maoni yako kwa hili sakata ambalo liko linaendelea kati ya Simba na Yanga kuhusiana na mechi kuahirishwa, unazungumziaje kwa ufupi tu? Watu wengi wameweza kuzungumza, wewe kama Oruma. Sasa, sasa unajua, jambo jambo lenye jambo lenye vitu vingi, wewe kae vipi? Hey, hey, hey, hey, hey. Okay. <tipos> <tipos> Wapi, shemeji jambo, jambo yin yeah. hmm. <tipos> Oh, kwa sababu jambo lenye lina shughuli nyingi lina vitu vingi umeelewa. Sasa sijajua nataka nisemeninkujal specifically nataka niweze kuzungumzia kuhusiana na yale ambao maamuzi ya Bodi ya Ligi kuweza kuahirisha gemu uh, kanuni kama kanuni zilikuwa ziko sahihi kwa upande wako Uweledi uliweza kutumika kwa sababu tunajua ni Simba na Yanga. Bodi yes, bodi bodi bodi ya ligi haina shida sehemu yoyote. okay. hmm. kwa sababu wametumia kanuni. hmm. kanuni ipo kanuni ya 34 hmm. uh, moja mpaka tatu, hmm. sio hmm. ambayo inazungumza sababu za dharura ambazo zinaweza kukubalika na TFF hmm. sio hmm. so bodi ya ligi wanayo haki ya kuahirisha mechi okay. Sababu za dharura hmm. Kanuni ya 34 moja tatu ukienda kuisoma hmm. itakueleza okay. Yes, kwa hiyo bodi wame analyze situation okay. Umeelewa. Na kwa sababu kanuni ipo, basi wakatumia kanuni wakaahirisha wakaahirisha mechi kwa hiyo okay. Labda katika hizo hizo kanuni katika kuelekea labda kuahirisha labda mchezo, athari zake zinaweza zikawa labda ni ndogo au ni kubwa pale endapo unataka kuahirisha game, kwa sababu inawezekana ukao unatathmini, naahirisha game lakini athari zake ni kubwa, unaweza kupamba nazo vipi? Naahirisha game athari af, zake labda ni chache, na ndio maana ahirisha, bodi ya ligi wao waliangalia athari. Yes, afadhali waliziangalia. Sababu mfano naweza nikakwambia naamini hata mpira uh, wa Ulaya hivi karibuni si kuendelea kuchezwa kwenye mazingira yale. Ingekuwa ni kubwa zaidi. Kwa sababu tumeona kama chapisho la Azam kupitia haki zao za matangazo nao wali complain wakasema, tunajaribu kuangalia kwa wanasheria wetu ili limekaa kwa upande vipi. Oruma, kuna wale ambao mama ntirie siku ile walikuwa wanauza chakula, biashara zao za, kaw, wanasema, nini ile Uh, unachukua mzigo unauza, unaenda, unalipa mali kauli. Bodi ya Ligi wale waliwatazama au waliangalia baadhi ya mashabiki na Simba na Yanga basimu, eh, chukulia, chukulia mfano Simba ameshasema haendi kucheza mechi, hata ushiriki kwenye huo mchezo, si ndio? Halafu ratiba ya ligi ingeendelea, sio maanake? Ni kwamba Yanga wangekwenda kiwanjani timu ya waamuzi ingekwenda inge, inge pale mm, mm, mm. Sio mm. Uh, kikanuni timu ya waamuzi ingekagua timu ambayo imefika kiwanjani mm. Sindio mm. Baada ya ukaguzi angesubiri dakika 30 za kikanuni kumsubiri mpinzani kiwanjani baada ya hapo angepuliza filimbi mm. Timu ambayo iko kiwanjani inge, ingegewa pointi point tatu, tatu na goli tatu kabisa. Timu ambayo haijafika Sawa, inakatwa pointi ngapi? Kumi na tano sasa mm. tuchukulie hiyo timu mfano ni, ni simba mm. Uh, imepoteza mechi kwa goli tatu mm. imepoteza pointi tatu mm. alafu wanakatwa pointi kumi na tano hivyo mm. nafikiri Simba angeenda kucheza hii ligi kwa hiyo unataka kuniambia Oruma ni kwamba kinachotumika ni uweledi si ndivyo? kinachotumika ni uweledi wa kuweza kuangalia kwa sababu ni Simba na Yanga ni jaianti katika nchi yetu. Ndio maana nikuambia kulikuwa na hasara kubwa kwenye mechi kuendelea kuchezwa kulikuwa ni kuahirishwa. Okay. Wewe kama mchambuzi mbobezi na mshauri vilevile vile wa masuala ya, ya, ya, ya mpira wa miguu unahisi nini kifanyike mpira wetu uweze kusonga mbele kwa matukio kama haya ifike muda yani kuwe kuna ukomo No, so, sofa, sofa tunafanya, tunafanya vizuri lakini nafikiri uh, tunapaswa kuweka mkazo kwenye kanuni. Yes, kwa sababu ziko kanuni ambazo unaona kabisa zinatoa, zinatoa mwanya kwa watu kuweza kuzibendibendi kuzi umenelewa. So nafikiri ni jambo la kawaida kama kuna kanuni ambayo inalega, tukaenda kwenye msimu mwingine, msimu kanuni zina, zinarekebishwa zinaongezwa uzito. So nafikiri hivyo ni vitu vya vya kufanyika mm. Sio mm. Na nategemea kama vitafanyika mm. Yeah. Lakini so far as it is bodi wamefanya maamuzi bora, mchezo kutoendelea kuchezwa tofauti na bodi kufanya maamuzi bora. Wewe kama neutral, mzee wa wajambia, nani alie aliyezingua tuseme katika Simba na Yanga? Wote wamezingua, wote, wote wamezingua. Maoni yako? Wote wamezingua. Yani wote wamezingua, yani mimi ukiniuliza nani kazingua wote wamezingua. is it, wote wamezingua, Yanga wamezingua, wame kwa sababu ilikuwa ni issue ya, ya kanuni kuwazuia ku Simba kwenda kiwanjani haikuwa, haikuwa, haikuwa, haikuwa sahihi, sio? kuna ile kwamba wao walipaswa kuwapa taarifa and all that. Hapana, kanuni zipo, sio? e, yani hakuna, hatuwezi kuwalaumu Simba kwa kutaka kutekeleza kanuni kutraini kwenye uwanja wa mechi siku moja kabla ya mechi ni jambo la, ni jambo la kanuni. Kuna watu wengine unasikia wanasema ah, yani yani, kutraini tu si dakika hiyo nu, nusu saa si saa moja, simba wamefanya mazoezi siku zote. Hawa ni watu ambao hawajui mpira, hawajui sayansi ya mpira. Ili jambo ni, ni la kitaalamu, na ndio maana limewekwa kwenye kanuni kwamba lazima utrain siku moja kabla ya mechi, na mind you Simba baada ya kusema, baada ya kuzuiwa kuingia kutrain, maanake Simba angeweza kukaa masaa hamsini mpaka uelekea kwenye mechi bila kufanya mazoezi. Unajua athari ya hiyo kwenye mili ya wachezaji, kukaa masaa hamsini unakwenda kucheza mechi huja train, si unaelewa? kwa hiyo Yanga walikosea lakini Simba nao kusema tu kwamba hatuendi kucheza mechi, na wenyewe walikosea, kwa sababu hakuna kanuni yoyote ambayo ina inawaguide ina kwamba ukisha, ukisha nyimwa kiwanja cha mazoezi ususie mechi okay. Sio, hiyo kanuni haipo. Kwa hiyo wote walikosea. Kwa Simba hii ambayo leo umeiona katika mchezo wa derby wanasema wako tayari dabi, uh, ichezwe. Unaiona we kwa macho yako, mtazamo wako, mechi unaweza kuiona ni kweli, wako tayari dhidi ya Yanga? Ukiangalia oh, okay. mechi ya leo Simba alikuwa anafanya experiment, kuna wachezaji ambao wapa nafasi, wanapewa nafasi mwalimu, mm. kuna vitu vipi, unaona alikuwa anajaribu yeah. kuna muda alikuwa naona masenta baki watatu, Kapombe, Kagoma na valen... nani yule? <tos> <tos> no, no, no, no, no. Nauma. Yeah, Nauma Va <coughs> hao ni watu ambao basically huwa tu waoni kwenye, kwenye sehemu ya, ya, ya, ya masenta baki wa, wa, wa Simba sio? Mm. Lakini mwalimu leo amejaribu, kwa hiyo ni, ni aina ya mechi ambayo unaruhusiwa kujaribu vitu ndo, ndo ambacho sasa nilikuwa na nakiona hivi.